Kwa kuunga mkono kauli mbiu ya mwaka huu ya walimu wetu fahari yetu, naomba nisisitize mambo muhimu yafuatayo kwa kila anayeguswa, alichukue kwa ajili ya kulifanyia kazi. Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na ofisi ya Rais Utumishi, endeleeni kubaini na kupunguza upungufu wa walimu kwenye maeneo yetu. Aidha, kwa kufanya msawazisho wa walimu wa ndani wa mikoa husika na yenyewe pia iangaliwe na kuondoa msongamano mlundikano wa walimu kwenye maeneo ya miji, tuwapeleke kwenye maeneo ya vijijini. Lengo la serikali ni kwamba kila shule ipate walimu wa kutosha na kila mtoto wa Tanzania apate kufundishwa na mwalimu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, angalia shule nyingi za mjini hapa zina walimu wa arobaini hamsini lakini kule kuna walimu wa tano sita. Punguza hawa wapeleke kule wajaze na wenyewe, ili shule ziweze kwenda. La pili, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na vyuo vya ualimu na taasisi za elimu TET, imarisheni mafunzo ya kitaaluma Waalimu na endelevu kwa walimu ili waendane na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya dunia leo. Ndugu walimu wenzangu, kama nilivyoeleza katika risala yenu kuhusu ajira mpya za walimu kwa kati ya mwaka 2024/2025 walimu wapya 779 wamepangwa mkoani mwetu, wengi wao wakiwa na masomo ya sayansi, sabati na amali. Katika wilaya hii ya Bukombe pekee katika kipindi cha mwezi wa Aprili na Mei Serikali iliajiri jumla ya walimu 105. Haya ni mabadiliko na mafanikio makubwa. Bado Mheshimiwa Rais anaendelea kutoa vibali vya ajira sekta ya elimu kuongeza walimu wa zaidi. Ndugu walimu, maboresho mengine ambayo yamefanywa ni upandishaji wa madaraja kwa walimu. Katibu mkuu ameeleza vizuri, hata katibu wa mkoa wa chama cha walimu na katibu mkuu wa chama cha walimu ameeleza. Nataka kurudia tu kwamba katika mwaka huu 2025 zaidi ya walimu elfu saba na mia tano wa shule za sekondari na msingi wamepandishwa madaraja yao hapa nchini. Na kazi hiyo inaendelea. Wako wale ambao wamepata kwa madaraja mserereko, lakini wako ambao wamepata kwa mwenendo wa kawaida wa upandaji wa madaraja na maboresho ya upandishaji wa madaraja inafanywa, tunatarajia kuwa tutakuwa na idadi kubwa ya walimu ambao wana pa, wanapanda madaraja kulingana na viwango na vigezo vilivyowekwa. Eneo la pili ni uboreshaji wa mazingira ya kazi ambao unaendelea sasa nchini. Na wote mnajua kwamba serikali imefanya jitihada kubwa katika kutengeneza mazingira mazuri ya kazi ya walimu. Hii ni pamoja na maboresho ya ujenzi wa nyumba za walimu, vyumba vya wa madarasa, maabara, tehama na vifaa vya kufundishia.